Yes, sasa mwana sawasawa digito niko na story ya star wa muziki kutokea kure Puerto Rico, ambaye anafahamika kwa jina la Daddy Yankee. Ni moja kati ya wa wasanii ambao wanafanya poa sana kipande kile. Sasa ameomba rasmi kuweza kuvunjwa kwa kampuni kadhaa ambazo eh, anazimiriki na mke wake wa zamani ambaye anafahamika kwa jina la Mireddys Gonzalez Castellanos eh, <laughs> anakuja nitampa jina fulani vile imekaa kinya mwezi sana. Sasa wawili hao waliweza kupatiana talaka yenye mvutano mapema mwaka huu. Taarifa kutoka kwa wawakilishi au kwa, kwa mawakili wa E nyota huyo bana kutokea kule nchini e, Puerto Rico ambaye jina lake halisi ni Ramon Ayara Rodriguez, imese, imese, imesema kwamba sababu ya kuweza kuvunjwa kwa kampuni hizo ni utofauti mkubwa kati yao binafsi, kwamba yeye mshikaji pamoja na mke wake kumekuwa kuna utofauti ambao, au tunasema hawanashindwa kuelewana, ndio maana kaamua katika zile mali ambazo wanamiliki wote kwa pamoja zikaweze kuvunjwa. Sasa jambo ambalo linafanywa iwe haiwezekani ni kuendeleza shughuli zozote za kibiashara kwa pamoja mawakili wa Rodriguez wameiomba wame kwamba mahakama kufung, eh, kufunga shauri hilo eh, lakini pia kwa muda mrefu ili kuweza kuupisha na biashara zingine ili ziweze eh, kuendelea kufanyika. Sasa Rodriguez na Castellanos eh, walikuwa kwenye ndoa ndani eh, ya miaka 30 kipindi ambacho pia walifanya kazi eh, kwa karibu kama washirika wa biashara. Hata hivyo uhusiano wao wa kimapenzi eh, na kikazi ulivunjika mwishoni mwa mwaka jana ambapo Rodriguez aliweza kuvua eh, kumvua, aliweza kumwacha Eh, Castellanos eh, wahifadhi eh, wake, lakini pia eh, wa usimamizi mwisho wa Disemba baada ya kugundua kwamba kuna dosari kadhaa ambazo zinakuwa zinatokea eh, katika eh, kampuni. So, kwa makudu, kwa sababu tunajua kuna, kuna ushirikiano baadhi ya, ya watu wakishakuwa wameingia kwenye mahusiano, basi kuna baadhi ya vitu huweza kutafuta kwa pamoja au kuna baadhi ya kampuni huweza kuanzisha kwa pamoja na kuweza kuzimiliki. Sasa imefika stage ya washikaji wanataka kuachana na wamepeana talaka, lakini masuala mazima ya kibiashara bado yanawataka wawe pamoja kwa sababu kuna baadhi ya vibali ambavyo bado viko e, mikononi mwao, lakini pia vinahusika na majina yao. Wao ndio wamiliki. Nini kitatokea? Nini kitatokea?